Neno la Mungu linatuonyesha anasema, panapo majira yale yale mfalme akanyoosha mikono yake kuwatenda watu mabaya, baadhi ya watu wa kanisa, akamuua Yakobo ndiye ndugu yake na Yohana kwa upanga. Ukianza ili neno hapa mwanzoni kabisa imetuonyesha picha fulani, anasema, panapo majira yale yale Herode akawakamata watu wa kanisa, aliwakamata kwa lengo gani? Kuwatenda mabaya. Kwa hiyo lengo la Herode lilikuwa ni kukamata watu wa kanisa ili kuwatenda mabaya. Lakini kukamata kwa Herode huyu aliyoko madarakani sio shida, ni kwamba ni panapo majira yale yale, maanake alikuwa ni kitu kinachotendeka katika majira yanayojirudia rudia. Herode ni nini? Labda tuanze kujua Herode ni cheo kilichowekwa na Warumi kwa ajili ya kuwatawala Wayahudi. Umenielewa? ni nini? ni cheo. Kwa hiyo hakuna mtu anaitwa Herode ni Herode, ni cheo. Ndio maana utakuta Herode Antipasi, Herode Mkuu na Herode Antipasi wa kwanza, Antipasi wa pili na kadhalika. Kuna mtu amenielewa? Ndio maana tunasema panapo majira yale yale Herode akawakamata watu wa kanisa ili awatese. Manake, ilikuwa ni mazoea, majira hayo yakifika watu wa kanisa walikuwa ni lazima wakamatwe na wateswe. Na safari hii akamkamata Yakobo ndugu yake na Yohana akamuua. Hebu sikilizia kuanzia mstari wa pili watatu na kuendelea. Biblia inasema, na akiisha kumuua Wayahudi wakafurahi. Kuna kitu cha kujifunza. Amekamatwa Yakobo, ameuliwa alafu Wayahudi wakafurahi. Kinachofurahisha ni kifo cha Yakobo. Maanake ni nini nachotaka kukwambia? Wakati unalia mtoto wako aendi shule, wakati unalia umefiwa, wakati unalia kwamba mambo hayaendi vizuri kazini, kuna wanayofurahia kama kiti cha Herode kinaweza kikasababisha mtu kufurahi kwa kukamatwa kwa Yakobo, kuna ambao wanafurahi ndoa yako inapokuwa ijakaa sawa, kuna wanaofurahi familia yako inapoteseka kwenye magonjwa. Lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba sio kila kila gereza aliyoingia, lile lile gereza aliloingia Yakobo na akauliwa pale, Petro alitoka salama, nawe utatoka salama kwa jina la Yesu. Nasema utatoka salama kwa jina la Yesu nasema, sio kila kinachomuua mwingine ni lazima kikue. Sio kila kinachomuua mwingine lazima kifanyeje? Mto Naili ulimeza watoto kwa amri ya Farao, akasema wakamateni, wote waueni, wote watoto wa kiume. Lakini katikati ya mto Naili alichomoka Musa. Na wewe ni Musa kwa jina la Yesu. Na wewe ni Musa kwa jina la Yesu. Katikati ya mahali ambapo wengine wote wamefia, sio lazima ufie hapo. Kuna mlango wa dharura kwa jina la Yesu. Bwana akuletee mlango wa dharura kwenye biashara Bwana akuletee mlango wa dharura kwenye ndoa. Sisiki makofi ya mtu ambaye anajielewa. Mwambie, Bwana akuletee mlango wa dharura mahali ulipokwama. Kuna mlango wa dharura kwa jina la Yesu. Haleluya! Sio kila kinachowaua wengine ni lazima kukuue wewe. Mbeba maono hafi mpaka ayatimize, afi mpaka ayatimize. Hautakufa kwa jina la Yesu. Akamkamata Yakobo Akamuua. Wayahudi wakafurahi wakashangilia, wakasema wao, tumemmaliza safari hii. Akasema, ili niwafurahishe zaidi, acha nimchukue huyu mwenye kierere. Si unamjua Petro, kila mahali maswali, mara hapa tujenge vibanda vitatu, mara hapa baba, haitakaa itokee hicho kifo, mara inwe upanga mkate mtu sikio. Hata ambavyo hajaambiwa afanye, alikuwa anafanya, si ndio, eh? kwa hiyo akamkamata pe ili furaha ya wayahudi ya kuua iwe kubwa zaidi, akamkamata na nani na Petro. Alivyomweka gerezani akajua, huyu hapa nikimuua nitapata krediti za kutosha, nitapata mashangilio ya kutosha. Haleluya! alipomweka gerezani, akamwingiza kwenye milango ya kikosi cha watu wanne wanne. Alafu vikosi vyenyewe viko vingapi? Vinne. Jumla vitakuwa watu wangapi? Asante sana, kumi na sita. Manake lango la kwanza wanne, lango la pili kikosi cha pili wanne, lango la tatu aa. Mungu ni mkubwa sana. Wakati anawaweka wanne wanne wamlinde, hata pale alipolala akawekewa walinzi hao wawili, na bado akafungwa mikono yake kwa minyororo miwili, alipolala pale. Petro alipoingia pale gerezani alipokutana na damu ya Yakobo, alipojua mauti ya Yakobo na namna watu walivyoshangilia, Petro akalala akajiva, aka akakata tamaa, akavua nguo kwamba yuko uchi, maanake yuko kwenye aibu, maanake ameweka maisha yake kwenye aibu. Biblia inatuambia akavua, akavua viatu, maana yake ni nini? Akatoa utayari, akavua mkanda ameondoa ujasiri akalala anasubiria. Basi wakati wa Pasaka, wakati wakitoa Pasaka, nitolewe na mimi nife, maana nimeshakwisha. Petro alisahau matendo yote Mungu aliwahi kutenda akiwa naye. Petro alisahau ya kwamba kuna wakati ambayo Yesu aliwahi kukulisha watu elfu tano kwa mi, mi, mikate mitano kwa samaki wawili. Petro alisahau ya kwamba Yesu kuna wakati amesema Lazaro toka nje. Petro amesahau ya kwamba kuna wakati Yesu alipita maeneo fulani akamkuta mtu ambaye alikuwa hawezi, alikuwa miaka thelathini na nane, akabadilishiwa mlango na kuambiwa uondoke uende. This time around Petro, Petro amechoka, amejivua kila kitu, yuko tayari kwa mapenzi ya Herode. Ashukuriwe Mungu. Biblia inatuambia wakati yeye anasema haya, nikate niue, nimalize, ni piga hiyo risasi, kanisa likaomba. Kanisa likaomba, halikuomba kawaida. Kanisa likaomba kwa juhudi likaomba kwa bidii isivyo bidii manake ni isivyo kawaida kila mtu anaomba lakini ukiweka kuomba kwa bidii it is an extra mile zaidi ya kawaida kanisa likaomba kwa bidii ajili ya Petro, lilipoendelea kuomba kwa bidii kwa ajili ya Petro, Petro, Biblia inatuambia malaika wa Bwana akafika gerezani. Alipofika gerezani, cha kwanza akawasha taa, alipowasha taa akampiga ubavuni mwake, alipompiga ubavuni mwake Petro akashtuka akainuka, akamwambia Petro, vaa viatu vyako, akamwambia Petro, vaa nguo zako, akamwambia Petro, jifunge mkanda wako al vyote akamwambia Petro nifuate, alipoanza kupiga hatua kumfuata hata milango ya chuma ikamfungukia. Mungu akufungulie milango ya chuma kwa jina la Yesu. Milango iliyokaa kwenye biashara ikafungwa, acha Mungu aifungue kwa jina la Yesu. Milango iliyofungwa kwenye kazi, Mungu aifungue kwa jina la Yesu. Milango iliyofungwa kwenye ndoa, Mungu aifungue kwa jina la Yesu. Milango iliyofungwa kwa watoto wako, acha Mungu akufungulie kwa jina